Mamlaka. Executive order number one, housing levy out, kwa sababu huwezi kujenga housing levy kwa nyumba ama uwanja wa shule. Hiyo ni aibu. Lazima uangalie pia future usone, the future the of our children is important. Hivi sasa ule ushuru wa nyumba, watu wa Malindi, hizi nyumba wanajenga, wanasema sasa wana pesa nyingi, wamepora kutoka kwenu wameanza kutumia kwa mambo mengine na tunasema housing levy is the biggest fraud. Hii ni upuzi na pia ni ufisadi sawasawa. Watu wa Malindi, watu wa Kilifi wamekataa hiyo nuclear plant inataka kuwekwa hapa Masangoni. Kama hiyo nuclear ni kitu mzuri sana, wewe vidi ya Mruto, siuende uweke kwenu huko huko huko wasingishu kwani iwezi washuko. Tunataka kusaidia watu ya hapa Waletee masomo, waletee maji. Hiyo viti yote ulikuwa unapeana huko kwenu Kapseret, ulipeana pikipiki, patia vijana hapa. Ulipeana plant hawajahusisha wale wenyeji wa hapa. Wanasema kwamba wakiongea na wabunge wenyu, basi nyinyi mmewapatia idhini hiyo plant iwekwe hapa. Nyinyi watu wa Malindi mmewapatia idhini. Hata wewe ni mzazi, Wachana na watoto wadogo. Watu wanasema wamechoshwa na wewe, na ndio walikupatia kura uwe rais wa Jamhuri ya Kenya, na ambao walikuweka hapo ndio watakutoa na watafanya wewe ukuwe mtu ya wana spika wa Bunge Furori Moses Wetangula ni etikite gukirira gwa tenero ya mung'ithaniro ng'ethaniro na kira augite nigucugirira muingi hamwe na utogoria ukafira ukabira mwirekeraine wa githurano kia mwaka wa ngirigire na mirongo iri na mugwaja akere akiera mwena wana ikuru Wetangula augite mung'ethaniro urogoriirie guthukia meciria ma a Kenya undu uria augite ugicugiriria utogoria muru Juzi, naona kiongozi anasema ati hii kura ijayo tusipofanya vizuri, ile 2007 itakuwa kama Christmas party. Hata ukiwa na queue ya aina gani ya uongozi, hata ukiwa na njaa aina gani ya uongozi, nawaomba viongozi wenzangu, let's preach peace in our country. Tuambie, tuwaambie Wakenya, mimi nataka na nisipopata, wewe ukipata, Mkenya amepata, tuendelee na nchi yetu, kwa sababu huwezi kuwa kiongozi kwa nguvu. Ameoa msichana kutoka Masai chuzi kijana kutoka Kabete Mkikuyu ameoa msichana yangu, sisi ni jamii and we must live together and we must together must love each other. And we must appreciate each other. And we must know we have no spare country. Tuko na enji moja peke yake. Kule Western Bungoma peke yake ndio ilikuwa inakaribisha watu wanaofukuzwa kutoka Kitale, kutoka Elgon, kutoka Mumias, kutoka Kakamega, kutoka Busia. Jamii ambazo zilikuwa zinafukuzwa zilikuwa zinaingia, tunawapatia manyumba, tunawapatia mashamba, wanaanza biashara, tukawa a heaven of peace kule Bungoma. Nasema hii stori kwa sababu juzi wananchi and the scars of 2007 were most felt hapa Nakuru Kaunti. Were failed in Uasin Gishu, were failed in Mombasa. Lazima tupendane au watoto tunalea, we must be bequeath them a peaceful country. Dear Father, your homily was just to the point. We are a family, and we must remain a family. And the Bible says the family that sits and eats together, that prays together, iko na mungu kati yake. Tukatika na naisha shegi maini na uteti, muthi wa kere kiumyegi kekarafishe ni ino ya GTN TV. Ya korido kemureka makaya mamadhi kuota, rema ikaragaitora inere ya geshagi, ge. mugoda ine wakakuzi mwena wa makoyo maragwa na aria ni aruti a wira o kuma tene kambonini ya kakuzi koria na thegia wako gena ngirimiti ya ko he famili mirongo itatu na ithano mugoda wa eka emwe hari o famili no famili ikomishia ikumi ciaheirwo wikaro riu kana korea riu mubuge wa maragwa mire wa maua age tena gi ikaro kia hamwe na mathi kwota aya gokire ugwo Obuge wa maua au ahete kaboni ino ya kakuzi thiko ikumi na inya kurekeriria mutaratara wa kuhe aikari aya mugunda kuringana na wigua na uria maiguaneire mwakaini wa girigire na inyanya na wona kwagwa uguo maritafanagia merorongano kaboni ini yo rita rimwe hari o kiumia måthĩ wa kĩrĩ wakimĩngä tårainĩ kä rä ria nä räo twamåräkire käagago kĩa mathikwo ta itua rĩa gacagi arĩa kwa mä aka mäingĩ maturaga wära kambuni-ino ya kakuzi na ona rĩ u njiaro ciao no irutaga wära kambuni no ya kakuzi kå ringana na mathikwo taya ũigua no wa mwaka wa ngirigĩ na inyanya Wako kwe bamĩ lĩ mĩrongo ĩtatũ na ithano må gå nda wa ĩkaĩmwe muhari o bamĩ lĩ ndwakorio kä hingĩ årä kwagĩrĩire

wanariririe gutuka DJ mukunji wo ma wa gita ona kana njorua ya instrumenti igani ciao-ini no maya mothe ukoona tari iroto ri gwetangeringi amu sauti nzuri music school mari haha gutigitha kiroto giaku ni gia kinyanira sauti nzuri music school ni njorua gwakinyani athomithania wa piano guitar saxophone music recording vocal training dj na ho dance classes mari maitu namo ni mabacarere wega ni gu kwiyandi kithia tu carere haria GCT Complex Othaya Town kuhoromaki ria tu ri ku gurathimu namba 0742606 195 uka ki roto gi aku ugitukiea gukinyanira sauti nzuri music school powered by GTN TV Rickman Limited nĩ makũrehire broti ile Hado Prime na cia thogora wa mũhuko waku mĩena ngũra nĩ gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens broti no ciringi ngiri gana rĩmwe rĩa mĩrongo kenda na kenda Kangundo Road Kantafu broti marakonderia na ciringi ngiri magana matatũ ma mĩrongo mũgwanja na ithano peke yake na Kwonjuja Farm hakuwĩ na athi Shopping Center broti no ciringi ngiri magana mũgwanja ma mĩrongo kenda na kenda Title Deeds irĩ ready na Center, kenda na, kenda. Title Deeds, ready, na site visit nĩ free ũhoro makĩria macherere Rũirũ Town Greek Towers, second floor, S2 ginyagia F12, kana uhure thimu namba 0746 888 111 Pata Ploti, Pata Title, na Brickman Limited. ndacamite mucamo mwega wa mugati kana keki undacamite kuma Emmanuel Bakery nitukoreheire mucamo wa mwanya wa migati keki ta sitiki Queen Cake, Madeira, Pans, Packed Cookies, Naigenye Ge, Nagudho Kora Bituwa, Nito Iko Dukiti Korea Ndo Ugole Najiri Wholesale, Kana Retail, Doshida Ki Garda Negi Tuhari Yodha Ya Tauni, Farfaini Yagu Di Katuge, Kana Ugole Dukaini, Kana Supermarket Ile Gokuhiri, Emanuel Bakers, Freshly Baked. rängi o mwiri wa gtntv tv ni gå thiä na mbere na gå twä rorera å ngikorwo na kiuria woni ona kana matita o mothe megemana tabarira e citåo ä tä kä ra gutwariria na njä ra ya kuhura thimo kana gå tå ma andu miriringwi na whatsapp messj kå hetå kä ra thimå namba 0742 915151 kana å tå me e-mail kugerera gtntv gmail.com Na cokerio rungu rwa mathaa mirongo ina mana oho ririkana gu tu rumi rera nenda-ini citu cia u kinyi riria Facebook GTN TV Digital TikTok GTN TV Digital na Instagram GTN TV Digital tu rire o hari a ho the u ri a

ne gatho ni guthina bere kwirorera GTN TV na tugithina bere muthi wa keri kiumia giki karafishion ya GTN TV ni akorirwo ikamukira makaya mama mathikuo taria maikaraga itura-ini ria gichagi mugondaini wa kakuzi mwina wa makoyo maragwa na aria ni arutia wira kumote ne kabonini ya kakuzi kuria na thegia wa kogena agreement ya kuhe family mirongo itatu na ithano migunda kana mugunda wa eka imwe oro family no famire ikomi cia hairo wikaro korario mubuge wa maragwa mire wa maua au agete na gikaro kia hamwe na mathikwota aya okiri oguo mubuge oyo guo mumbunge ni ahete kambuni ino ya kakuzi thiko ikomi na inya gokorwo kirekererie mutaratara wako he aikari aya mugoda kuringana na wiguano uria mekiranire mwaka wa girigire na inyanya na wona kwaga ugwo marita fanagia mirorogano carbon ni yo rita mwe hari o kiumia madikito Amos kamenye ni aratariria Muthi wa kiri wakimi ngituraini kiriria nirio twamurikire kiagago kia mathikwo ta itua ria gacagi aria kwa miaka miingi maturaga wira kambuni-ini ya kakuzi na o na riu njiaro ciao no irutaga wira kambuni-ini ya kakuzi kuringana na mathikwo taya uiguano wa mwaka wa ngiri igiri na inyanya wa kwe bamili mirongo itatu na ithano mugunda wa eka imwe hari o bamili ndwakorio kihingi uria kwagiriire amu no bamili ikomi cahirwo mugunda

Na daigo uguo ni aramu misridi tondu hindi iria twari na MD anjiirie mheshimiwa I give all my blessings and the outcome of this committee iria yari na tongoria a gukugacagi nitukurumanirira nayo na ndui na mwihoko ii maneno itakuja muisha wa mau akiarania na mathikwo taya ogite rugamiri wa kambuni ino ya kakuzi niguo twikite kihinga kinene amu wabici nene cia kakuzi mwena wa Nairobi nirakurana wiguana uria wari ho eria yugite wiguana uria wari ho waria wa kuheana ika icio ikomitu kuri mathikwo taya gacagi urite atwarite ndeto ici cia kakuzi uri ekwenda ciathii si gukinya muico agagicicokia back to square one na himane maneno no cia jani nayo hmm. mundu <tong> igana kwa igana ah, no tikugato ikara nja wa thirikari hmm. arya tuku mahota ni undu wa hinya wa thirikari ya horori wa kena Tutatumia serikali yenye iko kwa kiti ya Kenya kwanza aikari ũnyitania na mũmbunge wa ũmĩre wa ithĩra wa maua mũgĩte wona kambuni ya kakuzi ya gũtia ũiguana ũcio mekwandĩkea thoko cia nanja wa bũrũri cia kakuzi na makĩrĩa bũrũri wa ngeretha kũrũgamia magetha ma mĩgũnda ma kambuni ya kakuzi ka ũrĩa kwarĩ mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na <coughs> mĩrongo ĩĩrĩ rĩrĩa tesko yarũgamĩtie kakuzi kũmenderia magetha mao mothe kambuni ĩno gĩcukirwo mahitia ma kwagaraa ihoto cia ũmũndũ mheshimiwa mondo mwe aiga naine na ndo ame haha tafadhali mheshimiwa wapo ya ogenye njera ciothe idea tuli ongehota andu aya ne ne bae sia ito no tukene mono tukiche ndana gira haha tukionaga mundu haria aha hehe gwitu hake na kiu ni kiogeyi ko gike no gitu hmm. mheshimiwa mathiku tagia kakozi makiuga na mahiro migonda otene ere ne makiria ikaimwe oire eh. mathiku tagashagi makoreto meteire kwa hinda iraya

Tukithii na mbere mapitha a forithi aria matari na uniform ni moritio kugacirithagia kirocia igoroshia wigirereki o ari ni guo kwihokeka ni mwingi ritene rerekitio ni kanitha wa Gatoreki ebu makiuga wihokeku wa mwingi hari mapitha aya uthite nambere gute feva ari ni kumana na aria na kana ari ni kuringana na kumana na mikarire yao makĩaria hĩndĩ ya mahoya ya, maho ya hamwe maoro mwaka kũrĩ mabitha aya Embu Town muthikafu wa kanitha wa embu, embu pete kĩmani nĩateterithĩtie bata wa mabitha aya gũtwarithia ya mĩtugo yao kũringana na mĩhĩtwa yao ya kĩĩwĩra maya maroka rĩrĩ mũingĩ ũkoretwo ũkĩorota mabitha amwe arĩa maugĩte matarĩ na mĩtugo mĩega ũndũ ũrĩa ũcongerĩirie kuongereka gwa ciĩko cia ũnyamaria na ũici oho nĩ morotĩte kuongereka gwa ciĩko cia ũnyamaria watumia rĩu makĩũria maya kũrongorerio

mabitha aya ni moritio kuhimbi ria u hu theri mwega wa mbeca na nji ra ya gu banga maturire yao nginya gia nja wa wira wao. But more importantly, my issue is that let us pray for our country to be in peace. Because once the peace is not there, we are the most affected. Because of amwe na ũguo atĩti nĩmorĩtio gwĩthema na ũhũthĩri wa mũingĩ itemi-inĩ rĩa kwĩguna oene handũinĩ ha GTN TV njĩtĩkaga wangeci wa mwagi Na ripoti yoni yo ni yo a ragi tuki ra ka turumu gi ku jinikia kia mohoro cararuku thaa imwe magina na ciada thaa ithatu thi na mbere na wiroreri wa GTN TV na ni gatho nundu wa unyitaneri waku thi na mbere na kwirorera GTN TV na ni ritari ri akwa ni Snider Shege